Dalali wa Taifa, niko Kigamboni Geza Ulole. Nina nyumba hii hapa nzuri sana na yenyewe nilitangaza nyumba hile pale. Hizi nyumba zote ziko mbili na zote ni za mtu mmoja. Hii hapa hii, tofauti yake, hii ni ya chini haina upande wa gorofani. Ile na kile kipande pale ambavyo viwili viko juu gorofani. Hii ni chini peke yake. Na yenyewe ni sea view. Umeona eh? Inatazama bahari nyumba hii hapa ina vyumba vitatu vya kulala, ina sebule, ina jiko, ina dining, ina store, ina choo cha public na ina sehemu ya kufulia. Nyumba hii bwana ni nzuri sana, inauzwa kwa dola laki nne na nusu. Ile pale ni dola laki nne na themanini, hii ni dola laki nne na nusu. Umeona eh? nyumba nzuri sana, nimeanzia mbele Nitakuonesha mazingira ya nyuma, nitatokea mlango wa nyuma, utaona nyumba ni hii hapa. ni sitting eh, nafikiri umeona front door ilivyo. Hii ni sitting ambayo iko na open dining, dining ya wazi hiyo hapo. Na huku upande huu umeona eh, upande huu bwana ni jiko, jiko kubwa sana, jiko la kifahari, alafu huu hapa ni mlango wa kutokea nje, pia hapo hapo mbele tulikotoka Nafkiri mlango uliona, na huu ni mlango wa kutokea nyuma. Ehe, nyumba imekaa kama ile, sema hii tu ina tofauti kwamba haina upande wa gorofani. Hii ni dola lakinne na elfu hamsini mondlakin mm -hmm. Na elfu hamsini. Huu ni mlango wa kutokea nje, halafu hapa kunachoo. Hapa kuna washroom. Nimesema hizi sio sio sio nani, sio choo, ni washroom kulingana na mambo unayoona hapa. Safi, mgeni anaingia anajisafisha vizuri. Safi, umeona eh? Wateja wangu wote mlioko nje na nchi za Ulaya, hizi ndio nyumba za kuja kuishi sasa. Mimi najua vitu vyenu. Hapa kuna chumba cha kwanza, ehe Chumba hichi na chenyewe ni executive executive sana. Umeona sana nini, jamani? English yenyewe tunajifunza. Ukubwa ni sawa, executive sana chumba hichi. Chumba kina makabati safi na tuta, ukija tutazungumza uh, probability ya kuachiwa na hizi na, nimesema probability ya kuachiwa na hizi na hizi. Nani, hii ni laundry room yakufulia lakini, mvua imenyesha unaweza ukanika ndani. Ehe. Halafu hapa sasa ndio ile master ya baba na mama. Jamani kama kawaida makabati ni mwanzo mpaka mwisho. Umeona? Mwanzo hadi mwisho. Alafu hapa kuna choo chetu cha kibabe sana. Vyo vyote vinaita nyumba ni full ici. Umeona? Kwa dola 400 na nusu. Eh, safi. Bahari iko pale hapo kwenye hiyo hapo, hapo kwenye mti kwa mbele. Upepo, majani majirani hao huko. Dirisha lenye la kibabe sana majirani hao, kama safi, clear, nice and clear. Hao wote majirani hao wale kuleajenga eh, kwa si baharini pekeyako bati The thing I know that Tanzanian people are now educated. At once they were saying that inafaa kwa Airbnb. Nafikiri watu waliofanya biashara ya Airbnb wanaelewa kuna wale wanaonunua wanaokodisha nyumba wanaokodisha vitanda, ndio kama hivyo, unamkodishia tu kitanda kimoja. Kwa hiyo ukiamua kufanya hivyo, unaweza ukaweka dagodeka safi. Unakuta mtu anakodisha kitanda kimoja kama nyumba kama hii inakodishwa labda dola miambili hamsini, kitanda kimoja tu anakodisha kwa dola labda kama arobaini. Kwa hiyo wanaweza wakaja labda timu ya watu wanne, chumba kimoja kama hicho, kwao umefunga vitanda labda Uh, double decker labda tatu, umeona, ina maana ni vitanda sita, arobaini mara sita ni mia mbili arobaini kwenye chumba kimoja umesha. Yani, Airbnb ina mapana yake. Mteja wangu ninapambana, niko mtaani, nasoma elimu ya mtaani aigara and street nani street degree eh? This is a street degree ya mambo ya mtaani mtaani huku. So biashara zote zinazoendelea huku mitaani mimi najifunza nazijua, biashara za maji ku-purify the water na nini na nini, zote hizo ukija kwa Dalali wa Taifa hapa unakutana nazo mi an ila mimi passion yangu ni majengo, passion yangu ni real estate. That's why I'm here. I'm not here accidentally Okay, I'm here on purpose. Niko hapa kwa kwa makusudi. Kwa hiyo kwa kweli, njoo ununue nyumba hii hapa. so I'm living my dream, this is my dream. I like this kind of stuff. Yeah, vitu kama hivi mimi na enjoy. Okay, kwa hiyo karibu, karibu ujipatie, ujipatie hii nyumba, nyumba nzuri sana, nyumba ni vip VIP, majirani wamejenga, yaani majirani wapo wamejenga, alafu asubuhi so, kawaida, kawaida, nani, nani, nani, nani, kutoka hapa hadi ofisi ya mkuu wa wilaya sio mbali. Kutoka hapa hadi ofisi ya mkuu wa wilaya kuna kama mita 800 kutoka hapa hadi barabarani kuna kama mita 900 umeona, eh? So sio mbali kabisa. Hii nyumba ni nzuri, inakufaa tajiri. Karibuni.